Yuko ndani na ameshikiliwa na jeshi la polisi, na sababu ni kwa sababu alikuwa anaendelea na mikutano yake ya no reforms, no election. Sasa kwa nini yuko ndani? Nafikiri juzi nilikuwa na uchaguzi mdogo wa baraza la vijana maeneo haya, nikawaambia viongozi wa mkoa wa Singida na viongozi wenzao wenza wa wilaya kwamba wakati wowote wa nilipokuwa mwenyekiti wa mkoa nilikuwa nikisikia na kupata taarifa kutoka taifa, nilikuwa nakwenda haraka kwenye vyombo vya habari kwa kile kilichotokea. Mbona nyie mnakawia, mnaogopa nini? Sasa leo ndio wametoa tamko baada ya nchi nzima kote wameshatoa tamko, lakini mkumbuke ya kwamba mkoa wa Dodoma sijui Morogoro sijui wapi mara siku nyingi wametoa na habari imeshaanza kuchakaa. Watu wa mkoa Singida ndio wanakumbuka leo na wametoa tamko hilo kwa vilio hivi. Ni kweli tunampenda ndugu yetu au tunatania? Alipokuwa wilayani ya Ikungi alizungumza ya kwamba, kwa maneno mazuri na maneno magumu yenye ukakasi, ili ya kwamba tutakapokwenda kwenye no reforms no election, maana yake tunamaanisha, maana yake kama itashindikana hizo reforms zikakosekana, maana yake tutatoka ikiwemo barabarani na maana yake tutakwenda kukinukisha. Sasa ninachotaka kusema, wananchi wa Singida, leo hii lisu yuko ndani, lakini wananchi waliokuwepo maeneo haya ambao wanasema wanamuunga Mheshimiwa lisu mkono, nikiwemo pamoja na mie Leo mtu kaingia ndani, yuko amekamatwa na ameshikiliwa. Tuko wapi? Kama, kama, kama hatudanganyani ya kwamba tunapiga people's power halafu tunaingia ufunguni, ni kwa nini mpaka leo watu wameende mama na wanaendelea na shughuli zao, halafu wanasema sisi tuko pamoja na mwenyekiti wa chama taifa. Sasa ile kauli ya kusema ya kwamba tutakinukisha, kama leo hii mtu amekamatwa bado ametulia, hamna kitu. Wa Tanzania bado hawajawa tayari kwa ajili ya vitu vingine vya mapambano. Makamada peoples, sasa nasema hivi niko hapa kwa ajili ya kuzungumza na nyie hapa. Kuna vitu ambavyo vinaendelea kukikwamisha chama changu, na hivi vitu lazima nivitaje, na ndio vinaomkwamisha mwenyekiti wa chama taifa, na atakwama pamoja na sisi wenyewe, kwenye chama tutakwama katika mambo makuu matatu, ambayo mambo haya makuu matatu ndiyo ambayo atapelekea chama chetu kukwama na mwenyekiti wetu Lisu kukwama. Mambo haya matatu ni mambo gani? Jambo la kwanza ni hili. Jambo la kwanza, jambo la kwanza, jambo la kwanza, jambo la kwanza litakalomka ukwamisha mwenyekiti wa chama taifa Tundu Lissu, huyu ni kiongozi mkubwa wa chama ambacho kikuu katika nchi hii. Sasa anapaswa kuwa na washauri makini, anapaswa kuwa na washauri wabobezi katika mambo ya siasa, anapaswa kuwa na wataalamu ambao wana uwezo kuandaa hutuba zake na taarifa zake na mambo anayoyafanya sahii, lakini imekuwa kinyume na hivyo sasa. Maana yake ni nini? Mheshimiwa mwenyekiti wa chama taifa anazungukwa na genge ambalo la watu wasiokuwa na uwezo, nao wakimpelekea ushauri kama yaliyotokea kwenye uchaguzi, wanampelekea ushauri mfukuze fulani, na yeye anakubali kwa sababu gani? Ni kwa sababu hana watu sahihi wa kumshauri katika mambo ya ujenzi wa chama kwa ajili ya kujenga chama kwa levo na le, na levo ya kimataifa na levo ya kinchi kwa ujumla. Hana washauri sahihi wa kumfanya awe mwanasiasa bora na mwenyekiti bora zaidi ya yule aliyepita. Hilo ni jambo la kwanza, na haya yamepelekea hatimaye sasa chama kinaendelea kuvurugika na hata zidi ya kuvurugika. Maana yake kumeendelea kuwa na mpasuko na mmenyuko, na hata hayo yanasababisha kama ambavyo mnajua ya kwamba mpaka sasa hivi hata ile sheria ya maadili, hata kama tunasema kanuni hizo haziwezi kuwa kubwa kuliko sheria, maanake bado tuna uwezekano wa kwenda kwenye uchaguzi kama kama kutakuwa na uwezekano kama wanasheria wetu wataweza kwenda. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo linamfelisha mwenyekiti wa chama taifa, jambo la kwanza. Kutokuwa na washauri sahihi wenye uwezo na ambao wabobezi katika mambo ya nini? Ya mambo ya kisiasa na mambo ya kijamii. Badala yake anatumia watu wasio sahihi, watu ambao hawana uelewa, watu ambao wangazi na level ya chini, yeye ya anawasikiliza. Hiyo itapelekea chama kufeli. Jambo la pili, jambo la pili ambalo mwenyekiti wa chama cha taifa litamfelisha yeye pamoja na sisi Chama cha Demokrasia na Maendeleo ni jambo la kukataa kushauriwa na wenzake na wengine wenye uwezo wa kiutaalamu kwa ajili ya mambo ya kisiasa na kuona ya kwamba yeye ni mtu pekee ambaye ana uwezo wa kujenga hoja na hoja hiyo isikosolewe. Ndio maana mmeona baada ya hayo mmeona watu wengine akiwemo mwenyekiti wa wilaya ya Mwanga aliyesema ya kwamba baraza kuu alikutimia kwa ajili ya uteuzi wa wajumbe wa kamati kuu. Majibu yake baada ya yule bwana kuandika barua, ametumia uwezo wake, akatumia demokrasia yake, akaona kulikuwa na mapungufu. Kwa hiyo mapungufu haya ni awasilishe kwa katibu mkuu, akawasilisha kwa katibu mkuu hayo aliyoyaona mapungufu na katibu mkuu akaambiwa, maana alipeleka mjumbe huyu alipeleka nakala kwa tume, akapeleka nakala kwa kwa nani, akapeleka nakala kwa msimamizi mkuu wa tume. Alipopeleka nakala huko, sasa huko msajili wa vyama akaagiza nasema chama kijibu, huyu mjumbe ana haki ya kujibiwa. kwa msajili wa vyama alivyotoa hiyo, ndipo chama chetu kikaingia kwenye mjadala kikamrudishia majibu, ambapo baada ya majibu hayo yakaenda tena kwa msajili wa vyama, ambapo tunasubiri hicho. Inaonekana kesho msajili wa vyama atatoa majibu ya huyo huyo ndugu, ambaye sasa katika kufeli katika demokrasia ni kuto kukubali kupokea mawazo ya wengine katika ujenzi wa chama. Kama utapokea, hautapokea mawazo kutoka kwa wengine, na wewe, nani atakuamini mawazo yako? Kwa maana yake wewe sasa utakuwa umetoka katika ubinadamu, umeingia katika uungu, na kitendo hicho kitakuwa sio kitendo sahihi, ndugu wananchi. Ndugu wananchi, nimesema tunaelezana wazi. Wananchi wa mkoa wa Singida mwelewe, wananchi wa jimbo la Singida mjini mnielewe, na nimesema ya kwamba nayozungumza haya si kwa kutumwa na mtu. Sijatumwa na Mbowe, sijatumwa na hawa waliokuwa wabunge alfu mbili na ishirini. Mimi nimekuja kwa sababu ya na wivu wa kuwiwa na hiki chama cha Demokrasia na Maendeleo, na natafuta kiendelee kusonga mbele, kwa maana wananchi wanatumaini nayo, na kama wana matumaini nacho lazima na mimi nitetee. Na baada ya mkutano huu wala hakuna mtu atakaye subutu kunishughulikia kwa sababu ninayazungumza bayana, kwa sababu na mimi ni mimi pia ndiye makamu mwenyekiti wa kanda ya kati. Nina fursa ya kusema kwa mawazo yangu na akili yangu, ndivyo demokrasia ilivyo. Kwa hiyo hiki jambo cha kuto kukubali kukosoleo ni kitu kibaya. Mnafahamu ya kwamba marehemu aliyekuwa anaitwa John Paul Magufuli rais wa awamu ya tano tayari aliitwa dikteta, tukiwa tunawaita watu madikiteta, alafu baadaye na sisi tukafanya matendo hayo, na sisi sijui tutakuwa ni madikiteta au tutakuwa ni akina nani, sio sawasawa? Kwa hiyo lazima akubali yeye pia kwa ajili ya kukosolewa, kama mimi navyo nikakosolewa na wewe unavyoweza ukakosolewa. Hayo ndiyo mambo ambayo yanam, yanamkuta mwenyekiti wetu wa chama taifa. Jambo lingine. Jambo lingine la ta mwisho hili ni kuamini tu, ya kwamba ninachokiamini mimi na ninachokiona mie na nilichokiona kwamba kinafaa, basi hichi ni lazima kiwe kinafaa, kwa sababu mimi ndiye ninayejua na hakuna anayejua. Sasa sasa, hata wale wanaosoma katika maandiko matakatifu yanasema yule anayejiona anajua, basi hajajua bado. Sasa lazima mara zingine tukubali kuchanganya mawazo na ya watu wengine kwamba wewe unatakiwa unishauri mimi na mimi ni kushauri wewe, kisha tukusanye mawazo ya kwako na mawazo ya yule na mawazo ya mtu mwingine alafu tuyalete pamoja, alafu tuchague jibu liwe moja kwamba ni hapana au sio hapana. Waheshimiwa wananchi, katika haya mambo yote niliyoyasema ni kwamba ni, ni kwa nini tuko hapa? Tuko hapa kwa ajili ya jambo moja, kwamba sasa hivi mwaka huu tuna uchaguzi na uchaguzi huu mkuu. Tayari sheria ya maadili ya uchaguzi, vyama vya siasa wenzetu wamekwisha saini, sisi bado hatujasaini. Hatujasaini ni kwamba tunajiona ya kwamba labda pengine hatujachelewa sasa hatuwezi kupima yale yanayoendelea na yalikuwa yanaendelea nyuma. Tumeona zidi ya chaguzi zilizopita, bado tunaamini ya kwamba hawa jamaa hawataweza kufanya chochote. Tutaingia kwenye uchaguzi, ni kwamba hatuwezi. Na kama je, tunaweza tunawezaje? Njia iliyo bora na njia iliyo sahihi ni kutafuta namna ya kushauriana na hata viongozi wetu wakuu wa taifa sisi ambao ni viongozi wenzao wakanda na wajumbe shauli wa baraza kuu pale panapokuwa tunahitaji kuwashauri washaurike. Mama Tundu mara mama nani, mimi sijatumwa na mtu wala sijatumwa na Chama cha Mapinduzi, mara mama nani. Kwa nini mama nani? huyu ni rais tu, mwite rais, mkosoe kwa urais wake Achana na utoto wake, achana na mume wake, achana na ukoo wake. Yeye ana makosa kama yeye, awajibike na makosa yake kama yeye, tusihusishe familia. Tutakuwa tunafanya mambo ambayo yasiyo sahihi. Tukinyamaza hapo, hatutakuwa hatutendi haki. Lakini tumekuwa tukitumiana kwa vitu vingi, watu wamepokea rushwa hayo, watu wamepokea rushwa. Kina nani, nani amepokea rushwa? Ukiambia uthibitishe, hauna uhakika. Kwa nini tuanze kufanya mambo ambayo yasiyokuwa na usahihi? Tunyooshe kwamba hii ni nyeupe, ni nyeupe. Hii ni nyeusi, ni nyeusi. Tuachana na mambo kama hayo ya kusingiziana au ya kuambiana vitu visivyo sahihi katika nchi yetu. Tunataka kuijenga demokrasia ya haki na demokrasia ya kweli na kulijenga taifa lenye ubora, sio taifa la kusingiziana wala la kuoneana wivu na chuki, kwa sababu mwingine anacho, mwingine hana. Huo ni utaratibu na mpango wa Mungu, sio vinginevyo.